Bwana, taarifa kubwa ambayo imeweza kusogea karibu na meza ya Mseto Media leo ni hii ya mwanadada Wema Sepetu kuweza kushambuliwa na vijana wa Gen Z. Je, nini kimesababisha ama kimepelekea mpaka mwanadada Wema Sepetu kuweza kushambuliwa? Ameshambuliwa wapi? Na mambo mengine mengi kuhusiana na taarifa hiyo, hapo basi baki na mimi na habari zetu zote zitakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako kama ilivyo ada, na kazi yetu ni kukuletea kila lile linalotokea, liwe ndani lakini pia nje ya nchi. So leo Mseto Media mizani mwetu, tumesogelewa na taarifa kuhusiana na Wema Sepetu kuweza kushambuliwa vikali na vijana wa jenzi na kama tunavyojua jenzi wa kipindi hichi bwana, ni tofauti kabisa na jenzi ambao wa miaka ya nyuma huko. Jenzi sasa hivi wamekuwa wa ni wakorofi na wamecharuka ni, wa ni wana akili kubwa na kujua mambo mengi kupitia social network e bwana, siku ya uhuru ya Disemba 9 2025 mwanadada Star ambaye huyu ni star wa bongo movie Wema Sepetu, lakini pia aliwahi kuwa Miss Tanzania. E, aliposti kule Instagram kwa kuandika maneno ambayo wengi wamechukulia kama alianzisha mwenyewe kutaka ugomvi ama mvutano na Gen Z kwa sababu aliwaandika Wema Sepetu uh, siku ya uhuru ambapo upande wa, wa wanaharakati walipanga kwamba itakuwa na maandamano ya amani, lakini maandamano hayo hayakuweza kufanyika. Wema Sepetu kupitia Instagram aliposti na kuandika maneno haya ambayo mimi nakwenda kuyanukuu. Wema Sepetu aliandika, nasikia mji upo kimya, alafu akaeka emoji za kucheka kisha akaandika sasa, matusi ya nini kwa peji yangu tena? Mnikome panzi pori, nyie msiouu. Alafu akaweka jenzi jenzi jenzi wa -desh -desh -ko. Alafu mwisho akaweka kama emoji za kushangaa e. Akawa ameposti akimaanisha kwamba wale walikuwa wamepanga maandamano kiko wapi sasa, mbona mji upo kimya na vitu vingine kama hivyo. Sasa baada ya ma Sepetu kuandika maneno hayo bwana Genzi wali walimshambulia sana, ambapo baadhi ya komenti nakusomea kama kama yapa ya Neema Reinhard aliandika, hatuwezi bishana na mtu ajawahi ingia leba. Lakini Keks Maloki aliandika umri unaenda age go, umekosa nuru, umekosa bahati, huna anafikiri hata mama yako akiwa nalala anamwomba Mwenyezi Mungu amsamehe bintiye maana hata yeye hakuelewi. Sta umechunda tafuta bwana uzae japo Mungu kamping mtoto mwanamke shetani mwingine. Gre akaandika kupata mtoto desh, deshi sogodo, utasikia pepo umbwa wewe. Lakini mwingine Li News akaandika Mungu ibariki Tanzania iwe na amani. Lakini Mami Maudaku yaliandika wenzio wameenda Dubai kula raha, kukimbia maafa, wewe umeenda Sauzi umefikia kwenye kota za walimu akacheka. Mwingine snowflake amendika mji upo kimya kama kizazi cha Wema Sepetu. Mwingine kandika sasa, unadhani ukiposti hivyo unamkomesha nani? au nani anatumie anaumia? kusudi ukae chini, uombe Mungu akupe mtoto. Unashindana na watanzania wenzako waliokuwa upande mwingine sikia, wewe, ushakuwa mtu mzima. Hizi mambo za kubato na watu ni ushamba. Kuwa kama ndugu zako waliokaa kimya na kufanya mambo yao, kutwa kuangaika na masiasa afu mbunge special city. Ushakuwa mbibi wewe, fanya mambo ya msingi ha, ha, ha. Musa kaandika Tanzania imetulia kama kizazi cha Wema. Lakini hizo ni baadhi ya comment sasa ukiachana na hao ambao ni jenzi wa kawaida tu, kuna huyo hapa ambaye yeye ni msanii tunamjua muda mrefu sana. Suma Mnazareti akaandika kwa wakati huu anahitaji sana washauri wazuri, anahitaji watu wenye maono mapana ya mambo kumshauri. Inauma sana kumwona mtu aliyejenga brandi yake kwa tabu na kwa kupambana, mwishoni anayebomoa brandi yake na heshima yake yeye ye mwenyewe. Mimi nilikuwepo Ikungi Singida, pale nyumbani kwao 2015, wakati akipambana kutafuta ubunge wa viti maalum CCM, nilikuwepo kumsapoti mpaka siku ya mwisho, anashindwa na tukarudi Dar pamoja na timu yote hivyo siwezi kufurahi kuona anguko lake kabisa. Hayo aliandika Suma Mnazareti, lakini akaposti video ambayo video ina maneno mbele wa masepetu wameamua kujimaliza. Ambapo sanataka ni kuache utazame video hii hapa, then utaniachia komenti zako hapa chini juu ya alichokiandika Wema Sepetu kuambia Watanzania kwamba mji umepoa upo kimya, akiwashangaa jenzi, kisha kisha na kisha jenzi wakalipuka na kuja kumshambulia kwenye sehemu ya comment, kama nilivyokusoma hii hapa. ni mseto media. Msikilize Suma kisha tuache comment yako. Naona Wema Sepetu ameamua kujimaliza hatari sana. Kwa nini ameamua kujimaliza? Aa, simuoni Wema akipewa ubalozi na makampuni mbalimbali au wafanyabiashara wakubwa. Simuoni tena huko. Kwa nini? Makampuni au wafanyabiashara wanampa mtu ubalozi anapokuwa na ushawishi, ili aweze kuwashawishi followers wake au jamii aweze kuishawishi iweze kununua hiyo bidhaa au iweze kufuatilia hilo jambo linalotangazwa right now. Wema hana mahusiano mazuri na followers wake. Ukiangalia komenti zake nyingi, uh, watu hawako tena upande wake. Kwa hiyo hawezi kuwashawishi watu kununua bidhaa, hawezi kuwashawishi watu kufuatilia jambo la kampuni yoyote wala wafanyabiashara wowote. it means, uh, makampuni yanaangalia faida ya kupea hela ili wewe uweze kutuletea wateja kitu ambacho uh, naona kama makampuni yataingia ugumu sasa hivi kufanya kazi na Wema Sepetu. Lakini pili, uh, naona ana ule wema wa mama, wema wa mama uh, ni kutangaza mazuri yanayofanywa na, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu kwa Watanzania na kupitia kwenye platform zake za social network. Lakini sasa unajiuliza kwa mahusiano haya aliyokuwa nayo na na followers wake na watu Uh, anawezaje kutangaza mazuri ya mama eh, watu wakayapokea vizuri kwa ukubwa kupitia kwenye social network au kupitia eh, mtaani aende mtaani aende mkoani? Je, yeah, ana huo ushawishi right now kwa haya eh, yanayoendelea sasa hivi, anavyoendelea kubishana na kushindana na mashabiki kubishana na kushindana na followers wake uh, it means ameamua kujimaliza. Yes bwana mfuatiliaji wa Mseto Media wapo walikuwa ushauri ama maneno ambayo yamesema Sumu Mnazareti juu ya kile kinachoendelea kuna kwa mitandao ya kijamii baina ya majenzi au wa Tanzania na Wema Sepetu ambapo yeye ametoa ushauri na kusema kile ambacho amekitoa kwenye akili yake, moyoni mwake. Je, wewe una lipi la kusema ama una maoni gani, mshauri gani juu ya kitu chapo ambacho Mseto Media leo tumeweza kusogezea? Basi tuache comment yako hapa chini ili na sisi tuweze kusoma. Wewe ambaye ni shabiki kipenzi wa Wema Sepetu andika chochote, lakini wewe ambaye pia sio shabiki wa Wema Sepetu andika chochote na sisi tunakwenda kusoma comment yako right now. Kikubwa zaidi usisahau kusubscribe ili usonopitwa na taarifa zetu za moto na za ndani kama hizi hapa. Hakikisha umesubscribe, comment, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.